Ebwana, hapa nipo nje ya holwani. Holwani ambapo siku ya Jumatatu, siku ya tarehe 12 kutafanyika tukio kubwa kabisa ambalo halijawahi kutokea katika historia yetu ya Chuo Kikuu cha Sauti ya Arusha, ambapo hapa nimekutana na mwenyekiti wa tume ya uchaguzi ya serikali ya wanafunzi SAUTSO 2025/2026 mwenyezi Mungu ambaye ametusaidia kufika siku ya leo. Majina yangu naitwa Benson Ezekiel Mata, Mwenyekiti wa kamati ya uchaguzi SAUTSO kwa mwaka 2025/2026. Nitumie nafasi hii kuzungumzia uchaguzi na kampeni zinazoendelea za wagombea wetu ambao wanagombea nafasi ya urais pamoja na makamu wa rais. Niwakumbusha kusikiliza sera zao, lakini kwa ushirikiano na kuwakumbusha wagombea kufanya kampeni zao kwa amani, kwa upendo ili kuepusha uvunjifu wa amani kati yao pamoja na wale ambao wanawapigia kura. Lakini piaitui ashstau ya tarehe 12 tutakuwa na mdaharo wa wazi wa wagombea wa nafasi ya uraisi pamoja na makamu wa raisi, ambapo mdaharo huu umekuja kwa jina la SAUTSO Presidential Hard Talk 2025/2026. Hivyo ni wakaribisha wote wanafunzi wote kwa ujumla kuja kushiriki na kusikiza hoja za wagombea wao, kwani kutakuwepo na kuulizwa kwa maswali kwa wagombea na wao watajibu mbele ya wapiga kura wao, na wapiga kura wao watapata nafasi ya kuuliza maswali ili kusudi kuweza kuwapata viongozi ambao wataweza kuendeleza SAUTSO na sauti kwa ujumla. Ni wakaribisheni nyote hiyo siku ya Jumatatu kuanzia saa nne na nusu hadi saa sita kamili. Mwenyezi Mungu awabariki, karibuni sana eh. Ndugu mwenyekiti wa tume, nadhani kangia kampeni hizi zimeanza, naamini kabisa kampeni zinaenda kwa usawa na kwa haki na kwa kila mmoja mmoja, labda kwanzia kampeni hizi zilivyoanza na mpaka sasa takriban siku chache zimesalia kuelekea siku ya uchaguzi Labda katika tume yako hii ya uchaguzi kuna changamoto ambazo umeziona ambazo kidogo unatoa kama oni ili zisiweze kujitokeza katika siku hizi zilizosalia. Maoni yangu kuelekea siku ya uchaguzi ambayo itakuwa ni tarehe kumi na tatu ni kuwakumbusha wapiga kura wawe na mwamko kuja kuwapigia kura mbunge wao, maana tumezoea miaka mingi watu wamekuwa wakijitokeza kwa uchache, lakini kwa mwaka huu tunatamani changamoto hiyo ikome kabisa, watu wajitokeze na waweze kupiga kura kwa wingi, ili kumpata kiongozi ambaye ataiendeleza sauti. Asante sana, Mungu akubariki, kubariki nikutakia majukumu mema katika ujenzi wa jiji la Bwana. Nakushukuruni sana, Mwenyezi Mungu akubariki, amen.